Mtaa wa Utegi, kundi la Mika East limepangwa kuwa kanisa ambapo waumini wa kanisa hilo wamesema imekuwa ni mibaraka kwao kuwa kanisa baada ya kupitia kipindi kigumu cha kulitenga kanisa hilo, huku wakishukuru familia iliyojitolea kufadhili ujenzi wa jengo la kanisa hilo. Kanisa la Waadventista wa Sabato la Mika East leo limezaliwa kutoka kanisa la eh, Mika SDA. Eh, vuguvugu na wazo la kuwepo kwa kanisa hili basi lilianza tangu tarehe 22 mwezi wa 12 2001, pale ambapo wafadhili wetu wakuu na wapendwa wetu katika Bwana, kijana wetu profesa Hector Alila na mwenzi wake ambao ni Beatrice Alila, ambao maskani yao ni kule USA Marekani. Na, na uongezeko wa waumini kupata tena kanisa nyingine jipya ndani ya E, kanisa la mama, kwa sababu washiriki waliopo hapa pia watazaa kanisa lingine, kufatana na upunguzi na jinsi Mungu alivyo, atakavyo wabariki kwa matoleo na kwa kushirikiana kuwa na umoja katika ndani ya kanisa. Akiwa na bashasha usoni, mchungaji wa mtaa wa, mta wa Utegi Jeremia Gasaya, anasema mtaa huo umefikisha idadi ya makanisa tisa, hivyo kuongeza kazi na uhitaji wa kuugawa. Ninafurahi mno kwa sababu kazi ya Mungu inapanuka katika kanisa, katika mtaa wa Utegi tulikuwa na makanisa yapatayo saba, lakini mwaka huu tu kuisha kuzaa watoto wawili, ambayo ni Kongo pamoja na Mika East. Sasa mtaa wa Utegi una makanisa tisa na hivyo kazi ya Mungu ni kubwa, lakini tunahitaji kwenda kwa spidi kali, kwa sababu tunajua kwamba Yesu anakuja upesi. Na wito wangu ni kwa washiriki kwamba kuweza kuchangamkia kazi hii ya TMI kwa ajili kupanua kazi ya Mungu katika mtaa huu, lakini pia changamoto yetu, mtaa ni mkubwa sana, tunahitaji huu mtaa uweze kugawanywa, na maombi yetu tumewapeleka ofisini, ili tuweze mtaa huu uweze kugawanywa tuweze kuwa na mitaa miwili ili kazi ya Mungu iweze kuwa karibu na wa, na washiriki. Vijana wenye elimu ya kidato cha nne na fani mbalimbali mbali katika kanisa la Waadventista wa Sabato wenye nia na moyo wa kufanya kazi ya uchungaji wametakiwa kujitolea ili kusomea uongozi wa kanisa. Ni askofu mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la Mara mchungaji George Ujwang. Kanisa hili tumefukua pia na wanafunzi wa, wa darasa la ubatizo wapatao kumi na moja, na sio kanisa hili peke yake e, katika kipindi hiki cha vikao vyetu vya mwisho wa mwaka tumekusudia kupanga makundi mapya kwa kanisa yapatayo kama makundi kumi na moja hivi. Katika hili kuna changamoto nyingi sana tunayoendelea kupambana nayo ni upungufu wa wachungaji. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo pia tunayoifanya kwa kasi hii tulionayo ni kuwashawishi pia e, vijana waliobahatika kupata elimu ya sekondari na hata wengine waliopata elimu ya degree lakini katika fani mbalimbali, na wanajisikia wito wa kufanya kazi ya Mungu ili tuweze kuwapangia ili tuweze kuwapangia kazi e, waweze kushiriki mibaraka ya neema ya Mungu katika vituo vyetu hivi vipya na, na, na mitaa hamsini na tisa. Lakini hivi karibuni tena tumefungua mitaa mingine mipya minne sasa mpaka sasa, kwa sababu ya upungufu wa uchungaji, hiyo mitaa tunajaribu tu kuwaweka walei, watu ambao hawajapata pia nafasi ya elimu ya kwenda katika shule zetu za kimishonari. Jimbo la Mara lenye mitaa sitini na tatu linajumuisha wilaya saba za Serengeti, Bunda Msoma, Butiama, Rorya na Tarime, ambayo mitaa mingine inaongozwa na wainjilisti wa lei kutokana na upungufu wa wachungaji. Kutoka Rorya, Mara, Witaremeng'anyi, Morning Star TV.